Serikali yetu inatambua sana na kuthamini shughuli ambazo tunazifanya. Moja ya jukumu ambalo serikali imedhamilia ni kuhakikisha kwamba tunaboresha maisha ya wananchi. Maisha ya wananchi tunaboreshaje? Tunaboresha kwa kuhakikisha kwamba shughuli zao ambazo wanazifanya katika maisha yao ya kila siku tunazisimamia, tunaziendeleza na wanazifanya kwa kuzingatia utaalamu ili waweze kupata tija. Kwa hiyo hivi leo tunavyozungumza hapa, kwa sababu pia na ratibu masuala ya ufugaji nyuki ndani ya mkoa wa Katavi. Sekta ya ufugaji nyuki ndani ya mkoa wetu wa Katavi imeendelea kukua kwa kasi kubwa sana. Na wote ni mashahidi, tunashuhudia mazingira mazuri yaliyopo kwenye mkoa wetu wa Katavi kwa maana ya mazingira ya ufugaji wa wa nyuki. Mazingira ni rafiki, tuna maeneo makubwa ambayo yamehifadhiwa na hivyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba mazingira tuliyohifadhi ya yanatupa faida sasa tunapataje faida kutoka kwenye mazingira haya ambayo tumeyahifadhi? Ni kupitia shughuli kama hizi, kwa sababu shughuli ya ufugaji nyuki ni shughuli pia ya kiuchumi, lakini pia ni shughuli rafiki kwa kwa mazingira. Kwa hiyo hivi tunavyoongea leo ndani ya mkoa wetu wa Katavi tumesha zamba, sambaza mizinga zaidi ya 500. Lakini mizinga hii tunasambaza serikali kwa kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo, kama ambavyo mnaona leo tumekuja kukabidhi mizinga hii hapa Kakese na wadau wetu wa maendeleo ambao ni SNV. Ameeleza kwamba tumeshasambaza kule Starike, lakini pia maeneo mengine ya Nsimbo tumeshasambaza, na serikali imepiga ime, ime hatua kubwa zaidi, tumejenga vituo vya kukusanyia mazao ya asali. Kwa hiyo utaona pale Tanganyika pale Majalila tumejenga kituo kikubwa cha kukusanya mazao ya asali, lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mazao hayo sasa mtakayozalisha kunakuwa na muunganiko wa mnyololo kutoka kwenye uzalishaji. Tumehamasisha wananchi wafu, wana wetu wafuge nyuki eh, watazalisha asali. Asali hii watauza wapi? Ni sehemu gani watakutana na wateja? Kwa hiyo ndio maana mtaona serikali imeweka mikakati ya kujenga vituo vya kusanyia asali. Tumejenga kituo kikubwa Majalila, tumejenga kituo kikubwa pale Nsimpo, tumejenga kiwanda cha kuchakata mazao ya asali Mlele, kikubwa kiwanda cha mazao ya asali lakini pia tunajenga kiwanda kingine kule Mpimbwe pale maji moto. Kwa hiyo haya ni matokeo chanya kutokana na juhudi za serikali zetu, serikali yetu ambayo inaendelea kuzifanya. Kwa hiyo nimesema haya kwa ufupi ili mtambue kwamba ni namna gani serikali yetu inawathamini, ni namna gani inathamini shughuli zetu, lakini pia ni namna gani sasa sisi wenyewe tunatakiwa kutoa ushirikiano kwenye juhudi hizi ambazo serikali kwa kushirikiana na wadau wanatuletea. Kwanza tunapata faraja kubwa kuwaona kwamba mnajishughulisha na hizi shughuli <coughs> kwa sababu ndo msingi hasa wa kuimarisha maisha yetu. Tuko na eh, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi tukiwa na lengo kubwa la kusambaza mizinga ishirini hii hapa ambayo tumeisambaza kwa kikundi cha Jipe Moyo hapa Kakese, lakini hapo nyuma tulishawapa mizinga kumi na tisa Kwa jumla, wana mizinga jumla ya 39 ambayo lengo letu kubwa kama mradi kushirikiana na serikali ni kuhakikisha kwamba uoto wa asili unarudi, vyanzo vya maji vinarejea, lakini misitu inatunzwa kwa ajili ya eh, mazingira na, na viumbe hai walioko misituni na kwenye mazingira yetu ambayo yanatuzunguka. Na tunashukuru kwa sababu kikundi cha Jipe Moyo kinafanya kazi nzuri na kimekuwa kitekeleza majukumu yake eh, kupitia serikali ya Uh, Katavi kwa maana ya mkoa na halmashauri zake, na pia serikali ya kijiji, ambao wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kikundi cha Jipe Moyo kinatekeleza majukumu yao, lengo la kutunza vya mazingira kwa maana ya misitu, lakini pia na kuhakikisha kwamba wanapata kipato ili kiwasaidie katika kuinua maisha yao. Mizinga tumeitundika kule, ile ya kwanza na ulinzi imetusaidia, sasa hivi uharibifu wa mazingira Ilivyokuwa zamani watu wanaingia ovyovyo kule polini, lakini wakiona mizinga tu anaacha kwenda kukata hata miti. Zamani ilikuwaga watu wanaenda kusenya kuni, sisi ulinzi umekuwa ni una ubora zaidi, na poli limekuwa limebadilika, na wanyama wameingia, wapo wengi tu.